Namshukuru ah, Mwenyezi Mungu kwa kuniweka hai mpaka sasa hivi. Habari wa Tanzania, mashabiki wangu na wengine wengine hmm. <coughs> Juzi si la jana, kama sikumbuki, juzi ama jana niliposti posti nikiomba sapoti kutoka kwa Mama Samia kwa ajili ya ya kunisapoti ili niweze au kunisaidia ili niweze kupata malipo yangu ambayo niliingia ubalozi kwenye kampuni ya simu. Na kampuni hiyo ilinisainisha mkataba wa miaka miwili, lakini kwa bahati mbaya hawa watu hawakuweza kunilipa hata shilingi, na kibaya zaidi katika mkataba wao ilikuwa zitumike picha zangu, wakaomba wamtumie na mtoto wangu. Kwa hiyo zikatumika picha zangu na za binti yangu mkatiwa wakiwa na miaka mita, mitano sita. Kwa hiyo lengo langu mimi ni kuhitaji msaada wa serikali na kwa, kwenu nyinyi wa Tanzania na mashabiki wangu wa ukweli niku nisapoti kwa sababu mara nyingi au miaka mingi nimekuwa ni mtu ambaye natafsirika ni mtu wa kuomba msaada kila siku. Mbaya zaidi wako watu wanaonitafsiri ni mwizi, lakini maskini ya Mungu hawajui kitu gani ambacho napitia, hawajui maumivu gani napitia hawashangai pia kwamba akaunti yangu wakati mwingine hakuna mtu anayeposti chochote. Hawashangai pia video zangu nyingi ninashuti nikiwa kitandani. Hayo yote hamuya shangai, hususani wale ambao mnaniongelea vibaya. Uh, mimi so, sio mwandikaji mzuri naweza kusema, kwa sababu kuna baadhi wamekosoa maneno. Sio mwandikaji mzuri, nilikuwa naandika nilichonacho moyoni lakini lengo langu ni kuhitaji ujumbe ufike. Kwa hiyo hata wewe ambaye leo unaona niliandika barua vibaya, wewe ambaye unaona, uh, umechoka upagile, uh, umechoka kuona chochote nachokiongelea, hebu fumba macho afuatizame watoto wangu, fumba macho uangalie watoto wangu, afu wachukulie wao, wao wao, ni wakwako afu ukapitia kwenye situasheni ya kuumwa.